And And um, the, the win today, it says a lot about my team that we can adjust in any situation. Uh, uh, uh, I'm, I'm really happy uh, for this uh, W. Kwa majina naitwa Amin Mkosa ni captain wa team ya Dar City. Mchezo um, wa leo ulikuwa ni mzuri kulingana na timu ambayo kuwacheza nayo Mchenga. Mibo Stars ni timu nzuri, ikiangalia profile ya last year ilikuwa ni timu mmoja wapo katika top 8 teams, na ni timu ambayo ina vijana wengi wazuri lakini uh, tofauti kubwa iliyopo kati yetu sisi na wao ni maandalizi na individual performance ya mchezaji mmoja mmoja, uh, skills wise na mental toughness. Kwa hiyo nafikiri kwamba ilikuwa ni nzuri sana kwetu, kwa sababu tuliimplement vitu ambavyo coach alikuwa anavihitaji kuvifanyia kazi, na pia alichukulia kama sehemu ya, ya kufanya mazoezi baada ya vitu ambavyo tulikuwa tunafanya kazi mazoezi. Kwa hiyo imekuwa ni ni, ni mzuri sana kwetu na enjoyment imekuwa ni kubwa kwa sababu kila mmoja anacheza kwa, kwa amani zaidi na furaha kwa sababu ilikuwa ni game ambayo haina, haina pressure sana kwetu, na ukilinganisha na maandalizi makubwa ambayo tulikuwa tumeyafanya hii game. Kwa hiyo tunachoangalia zaidi ni game ambayo tunayofuata, then, uh, nafikiri tutapokuwa tuna approach playoffs, uh, timu itakuwa iko vizuri katika hali nzuri, na walimu wajitahidi sana kuhakikisha kwamba tuna tunafanikisha Uh, ni safari ya kwenda kuchukua ubingwa wa RBA mwaka huu.